Zaidi ya wanafunzi 41 wanaotoka katika familia zisizojiweza kutoka maeneo tofauti ya Webuye Mashariki, Webuye Magharibi, Kandui na Bumula mtawalia wamepata nafuu baada ya kupokea msaada wa kifedha wakilipia karo za shule na ada za vyuo. Ufadhili huo unaofikia kiasi cha shilingi 1410 ambapo kila mwanafunzi amepokea shilingi 1000 umetolewa na mwaniaji wa kiti cha ugavana Bungoma Timothy Wanyonyi ambaye amesema hatua hiyo inalenga kuwezesha wanafunzi kutoka jamii zenye changamoto za kifedha kuendelea na masomo bila vikwazo. Baadhi ya wazazi wameelezea furaha yao kutokana na msaada huu, wakisema kuwa umekuja kwa wakati muhimu ambapo gharama za masomo zimekuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi. Kwa majina, mi naitwa Edith Namboko na natoka Ward. mimi ni mama mfanyabiashara mimi ni mama ambaye niko na wanafunzi watatu katika chuo kikuu ya universities, alafu niko na watoto shule ya sekondari. Nachukua hii nafasi, niko na furaha kubwa kupokea hii cheki, kwa maana haijakuwa jambo la rahisi. Mungu naomba ya kwamba akapate kubariki mheshimiwa timu Wanyonyi na aendelee kuwa na huo moyo ili akaendelea kusaidia wengi na wale wengine. Charles Kibaba kutoka Maraka Ot ambayo inawakilishwa na Ali Majani kutoka Balala, nimesimama hapa kwa minajili ya school fees. Sisi kule shuleni tunapitia ugumu sana, lakini kwa leo hii tumepata mheshimiwa timu Wanyonyi yeye alikumbuka wazazi ambao wako chini lakini leo, kwa leo hii ametuinua na hii cheki ambayo tumepokea sasa, moja kwa moja tunapeleka shule kwa sababu ya mikono yake, na sisi tunamwombea, tunamwombea haswa yeye kwa ile mbio anatafuta, ama kila anachotafuta tunamwombea apate, kwa sababu mwaka wa 27 anatafuta ugavana na tunataka tuwe watu wa kweli, usipokee alafu ufike mahali tena unaanza kukeuka. Hivyo ndio hatutaki sisi, tunataka tuseme ukweli wetu, tusaidie Mheshimiwa Timu afaulu 2027. Kwa upande wake, afisa wa miradi Timothy Wahungu amebainisha kuwa mpango huo unaendelea kuwalenga wanafunzi walio na mahitaji maalum ili kuhakikisha hakuna naye kosa elimu kutokana kwa ukosefu wa karo. Na siku ya leo tumekuwa issuing sponsorship not busal sponsorship to school to school going students and colleges Na, today Just we've uh, issued checks worthy 410000 to college and uh, high school students Uh, today we've worked with a number of uh, 40, 41 students

Naye mwakilishi wadi wa Msihu Mil Masungo ametoa wito kwa hisani na viongozi wengine kuunga mkono juhudi za kuinua elimu katika kaunti ya Bungoma, kunasaidia watoto wengi wasiojiweza. Na saizi watoto wetu wengi wamekosa mwelekeo kwa sababu ya kukosa school fees. Tungeomba na niombi letu, The Council of Governors You must up your game. Sisi mtusaidie hiyo basa yenye tulikuwa tunasaidia watoto wasiojiweza kutoka kwa maeneo yetu waturudishie. Because MCAs are always close to mwananchi. Daily we are with the mwananchi kila siku kwa maboma zetu, so tunaomba tu ya kwamba kama Mheshimiwa Rais anaweza fikiria, upitie kwa Council of Governors na these county assemblies waturudishie basa yenye tulikuwa tunasaidia watoto wasiojiweza. Kwa sasa ufadhili huu umeleta matumaini mapya kwa wanafunzi na wazazi wao katika juhudi za kuhakikisha kwamba masomo yao yanaendelea bila usumbufu. Itabaki kusubiriwa kuona hatua kama hizi zitakavyoathiri mstakabali wa elimu ya wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza kutoka kaunti hii. Nikiripoti mimi ni Alex Wekesa.